Haya, mtazamaji wangu ni kwamba furaha na shangwe zilitawala katika kijiji cha Kamapengo, eneo bunge la Ainamoi, Kericho, ambapo mama wa watoto wanne aliporejea nyumbani baada ya kutoweka kwa zaidi ya miongo mitatu. Jacqueline Chelangat mwenye umri wa miaka 49 anaripotiwa kuwa aliolewa akiwa na umri wa miaka 16 na mzee aliyekuwa mchungaji wa mifugo na tangu wakati huo hakuwahi kuonekana tena. Kurejea kwake kumezua hisia mseto miongoni mwa familia na hata wakazi wa kijiji hicho ambao kwa muda mrefu walikuwa wamepoteza matumaini ya kumwona tena. Wanahabari Winnie Chepkemoi alihudhuria na kushuhudia mbwembwe hizo. familia na wanakijiji kutoka eneo hili la Kamapengo katika eneo bunge la Ainamoi leo wamejawa na furaha, na hii ni baada ya msichana wao anayeaminika kutoweka nyumbani miaka thelathini na tatu kurejea nyumbani. Niliweka maombi yangu tu mbele, maombi nilienda, hiyo miaka yote maombi nilienda lakini si kufaulu, mm -hmm. Lakini maombi yenye nilianza kuomba mimi mwenyewe, mm. Ndio nimeona machipu siku anajielewa nikienda na yeye, nilienda ni tu kuna masehemu alikuwa akini ni time nikitoka shule ana, ananiita na kumbe vile alikuwa akiniitanga chakula chenye nilikuwa nakula labda kuwa naweka dawa ndani sasa ya kunifanya nikuwe mjinga nisikumbuke nyumbani. Kwa kweli alipotea kwa miaka mingi sana mm-hmm. Hiyo miaka ya tisaini na mbili mimi nilikuwa na miaka sita. Mm-hmm. na dada haya dada yangu huyo ndio alikuwa ananilea, alikuwa ananichunga wakati mama ameenda shughuli za kibarua ya hapa na pale. Mm-hmm. So siku moja wakati nilikuwa ni hali yetu ya watoto ya kungoja ule mtu ambaye anakushughulikianga afike, hakuweza kufika. So tukapata habari kwamba ametoroka, ametoroshwa na mzee fulani, alikuwa anaishi heria hii akifanya vibarua vibarua. Baadaye kitu enye alikuwa amenifanyia ikatoka, na nikakumbuka kuja nyumbani, nikapanda gari, nikashuka town. Kufika town hapo nikajiuliza, sasa vile nimefika town ndajieleza, ndajua nyumbani ni wapi? na nitoka nyumbani nikiwa na mwaka mwaka hiyo yote 33 yenye nilipotea nje, but nikakuta msamaria mwema akaniambia, auwezi potea huko uwezi kupotea kwenyu, utasema tu sehemu ile nyoo ulikuwa unajua sana na utafikishwa tu huko. So vile alifika Chirote ndio akaulizia nyumbani, pia anajua baba kwa majina. mm -hmm. So vile alifika pale Chirote akasema ninaenda kwa Benjamin Koske, mimi ni mtoto wake ndio wale ambao walimpata pale wakamwelekeza akafika nyumbani. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Kericho, langu jina ni Wini Chepkemoi.